Takwimu hizi zinaonyesha kuwa Tume ya Uchaguzi imevuka makadirio ya uandikishaji kwa zaidi ya asilimia mia moja. Hii inatokana na sababu zifuatazo: mosi, uhamasishaji mkubwa uliofanywa na tume na wadau mbalimbali, kwa kuhamasisha vijana waliotumia sifa kujitokeza kwa wingi katika zoezi la uandikishaji; pili, kujitokeza kwa wapiga kura wa zamani ambao hawakuwahi kuhakiki taarifa zao katika daftari la wapiga kura wakati wa zoezi la uhakiki wa wapiga kura uliofanywa na tume ya uchaguzi mwaka 2020. Baada ya kukamilika zoezi hili, tume itaanza uchapishaji wa vitambulisho vya wapiga kura walioandikishwa kwa mwaka 2024 na 2025 na hatimaye kuvigawa kwa wananchi katika tarehe itakayotangazwa rasmi. Hitimisho, kazi za uandikishaji wa wapiga kura wapya awamu ya pili imefanyika kwa mafanikio na imekamilika kwa mujibu wa ratiba iliyotolewa na tume kwa ngazi ya vituoni, na ni mategemeo tume kuwa wananchi watashiriki kamilifu katika zoezi la uwekaji wazi wa orodha ya wapiga kura walioandikishwa katika awamu ya pili.